Ngoja niwape siri. Sisi tunafanya recruitment kama mnavyoona, tunatangaza nafasi za kazi na kweli kuna vijana wengi wanaokuja kwa ajili ya kuomba hizi kazi, lakini nataka niwaibie siri. Um, wanapokuja vijana ambao wametoka fresh from school, amemaliza ana degree yake mm -hmm, alafu kuna kijana mwingine ambaye alikuwa anafanya kazi hana degree lakini ana uzoefu na hiyo kazi. My friend wewe mwenye degree utoboi kama huyu ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi alikuwa na, yani alikuwa anatilia umakini, kwa sababu hapa pia kuna somo lingine kwa wale ambao mna na, na opportunity ya katika mazingira yenu ya kujenga uzoefu. Unakuta nyumbani labda kuna duka au kuna biashara lakini unaichukulia for granted, yani kama vile ujali, yani kama vile hicho kitu hakina maana. Ngoja nikwambie, kina maana kubwa sana. Yani kuna wale ambao wanakujaga, unakuta ndio alikuwa anasoma, lakini wakati walikizo, wakati labda akitoka kwenye masomo yake anaingia mzigoni, anaingia either dukani au kwenye biashara ya familia. Kwa hiyo na kama alikuwa makini, alikuwa anaifanya kwa moyo wake wote, maanake wengine huwa wanajifanyia tu ili mradi au sasa, hapana. Wale wanaofanyaga ilimradi na kwenye interview, utamuona mtu ambaye alikuwa yuko makini, unamuona mtu ambaye alikuwa anajifanyia tu bora liende. Unamuona, utamuuliza maswali, hana cha kujibu, ajui. Yani ajui vitu okay. Lakini wale ambao walikuwa wanafanya kwa umakini, yani anakuelezea, unaona kabisa kweli huyu ana uzoefu na biashara ya point yangu ni nini? Point yangu ni kwamba sisi tuna kwenye utamaduni wetu, wakati watoto wanasoma, huaga wanasoma tu, kusoma tu, kusoma tu, kusoma tu. Mm -mm. Mm -mm. Nafikiri nitafanya content kule ofisini kwangu ambako tuko na vijana wetu, watoto wetu, wakitoka shule ofisini, na ni serious business, sio ofisini wanacheza ofisini. Tunawapa majukumu, tunawatrain namna ya kufanya kazi. Kipindi cha likizo kama hivi, kazi ni wana tableti zao, lakini muda wao ni mpaka tukitoka kazini. Yaani vile wote tumefunga ofisi, ule muda wa kufunga ofisi ndio wanaingia kwenye tablet kidogo, ambayo labda ni wana wa baada ya hapo, muda wa kulala umefika. So ndugu zangu, si ni wazazi, sijui nyinyi wenyewe ndio mnasoma, usiangaike tu, yaani usi focus tu kwenye kusoma kusoma kusoma, unakuwa na ma theory umejaza ma information, alafu huna uzoefu wa aina yoyote eh? Na nakwambia uzoefu wowote, yani sisi hapa huwa tunauliza una uzoefu gani, yani wowote wa aina yoyote unakusaidia, unakubeba. Kwa hiyo kama kuna namna, sijui kuna kwenu, kuna biashara ya namna gani, hakikisha unajiinvolve kwenye hiyo biashara, kwa sababu hiyo ni skill, ni ujuzi unajenga utakusaidia unapokuja aidha kutafuta kazi au kujiajiri au ku yani utakusaidia katika maisha. Usiwe tu ni mtu wa kubeba mainformation kichwani, lakini mikono yako ni zero, yani uwezo wa kufanya kazi nyingine hakuna, ni information tu za darasani tu za darasani tu za darasani tu. Sawa, ni muhimu, lakini changanya, usibaki tu na information za darasani. Na tena hata kusoma vitabu, watu wanaosoma vitabu wana akili sana. Soma vitabu upate knowledge. Kwenye culture yetu kusoma kitabu ni kama ujinga, ni pu, ni upuuzi lakini, na kuhakikishia hiyo ndio, yani hayo ndio maisha. Soma vitabu, pata maarifa, tanua ubongo wako zaidi ya zile information tu za, ma, za darasani. Ongeza na taarifa zingine ambazo zitakusaidia. Kama kuna biashara nyumbani, jihusishe kwenye biashara. Na wewe kama ni mzazi, una watoto na una ujasiriamali wako unaofanya ni mamalishe, nenda na watoto wako wakajue mamalishe unafanyaje kazi. Tena waoshe vyombo, waoshe vyombo vya mamalishe. Umesijui ni katara unafanya kazi ya nini? Waweke watoto pale, wajue biashara inafanyikaje. Sio unaenda unakodisha tu vijana huko, watoto wako wako kwenye gemu, wako sijui kwa marafiki zao, wako tu kwenye TV alafu wewe unasema hey, mtoto wangu yuko fom six, mtoto wangu yuko chuo mtoto wangu yuko lakini hawezi chochote, hawezi chochote. Hayo sio malezi, hayo siyo malezi ndio hayo. Vijana sasa hivi, unaona mtu anamaliza chuo kikuu, ana masikitiko, yuko depressed, hajui baada ya hapo nini kinafata ana, yani unaona tena anatamani yale maisha ya bumu ambayo alikuwa nayo. That is really sad. Wazazi tumefeli, yani hiyo ni feli ya kubwa sana ya mzazi. Ulimtupa tu mtoto shuleni, lakini wewe pati yako kama mzazi ya kumwandaa mtoto kuingia duniani hujaifanya, hujaifanya kabisa. Na ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuto kujua. Unajua, Mungu ametuwekea majibu yote, yako kwenye neno la Mungu jamani, majibu yako kwenye neno la Mungu. Sisi tumekuja tumetengeneza mambo yetu huku duniani. Sasa tunasema kwa sababu kuna haya mashule, mtoto asome akimaliza chuo kikuu apate kazi nzuri. Wapi? Wewe ulipata wapi kati kazi nzuri bwana wewe eh? Ulianza na hizi hizi kazi za chini, wewe mzazi. Mzazi yoyote ambaye sasa hivi amefanikiwa alianzia huko chini, huko alichafuka. Hamtaki watoto wenu wachafuke kama nyinyi mlivyochafuka wakati huo. Ndio mfumo wa Kimungu, kwamba unaanza padogo Mafanikio yanaanzia chini. Hata kama kijana wako anasoma atapata PhD, aanzie chini. Sasa hivi wazazi wanakasirishwa na mpango wa Mungu ambao ni wa maisha yanaanzia chini. Wanasema e, mtoto wako ungekuwa, ungefurahi mtoto wako sijui awe winga? Ungefurahi mtoto wako aendeshe bodaboda? Yani umemsomesha mtoto wako amefika chuo kikuu, aye e, bodaboda, utafurahia? Mimi watoto wangu nawambia, kazi yoyote halali fanya, anzia pale pale pale pale fursa ilipo, anzia hapo. Haijalishi una degree, una masters, una nini, fata mfungo, mfumo wa Kimungu, kwa sababu hata hiyo masters ulianzia kindagatini ukaenda we mpaka ukafika masters huku kwenye kutafuta uchumi kuzalisha uchumi kutakuwa na fursa chache sana ambazo za watu wanaoweza kwenda kuanza kwenye red made huko, tayari fursa zimeandaliwa ambazo wazazi wao waliwaandalia enewe anyway, kwa sababu pia neno la Mungu linasema watu wema huwaachia watoto wa watoto wao, yani unawaachia wajukuu urithi. Kwa hiyo mzazi wako alikuwa wapi kukuachia urithi? Atakwambia urithi wako ni elimu. Hiyo elimu, ajira iko wapi? Yee, yeah, anakwambia tu urithi ni elimu, alafu hataki ufanye kazi za kawaida. Ana, anaanza tena kulaumu mtoto wangu nimemsomesha vizuri, hana ajira. Wewe Mungu amekwambia wewe ndio umwachie, uwaachie, sio watoto wako, wajukuu. Mtu mwema huwaachia watoto wa watoto wake. Wewe ndio umeagizwa, wewe kama mzazi uliagizwa. Kwa hiyo sio tu kumpa elimu nzuri, lakini na kumtengenezea mazingira ya mazingira, ya, kupata, ya, ku, ya kuendesha biashara ya kurithisha biashara. Tunawaona huko kuna matajiri huko, si ndio? Tunajua hizo biashara ni za wazazi wao, ni za mababu zao. Wewe kwa nini hujatengeneza mazingira nakuja kulaumu watu. Sasa hivi nimesomesha mtoto melipa ada amemaliza chuo, hana ajira. Wewe neno la Mungu linakwambia wewe ndio muandalie mtoto wako, wajukuu zako. Manake yani neno la Mungu, Mungu anatarajia kwamba wewe urithi wa watoto huo unao, lakini akakwambia usiishie tu wa watoto, uende hadi wa watoto wa watoto wako, maanake wajukuu. So guys wafundisha watoto wetu wasiishie tu ku, uh, kukimbizana tu na kujaza information. Waanze pia na hizi kazi za kuchafuka, hizi kazi za chini, zitawasaidia, tutapunguza hizi stress na depression za watoto kumaliza vyuo alafu wanakuwa wana hawajui nini kinachoendelea. Lakini laiti huyu mtoto angefundishwa, beba zege, beba zege, fanya kazi ya mikono, fanya kazi ya kuchafuka chukua bodaboda jifunze, endesha bodaboda boda, endesha lakini, anajua hizi ni kazi ambazo zinanisogeza zinazo. Huyu mtu hawezi kumaliza chuo akaanza kuwa na depression kwamba anaenda kufanya nini, lakini unapomtengenezea expectation kwamba maisha yanaanzia juu, hayo yanaanzia juu. Ni wazazi na binadamu tumekuja kutengeneza maisha yanayoanzia juu, lakini Mungu wetu maisha yaliyotufundisha yanaanzia chini, kama sisi binadamu tunavyoanzia kwenye mbegu, maji tu maji tu yanatoka kwenye viuno vya mwanaume, yanaingia kwenye tumbo la mwanamke, anatoka binadamu pale. Ndivyo hata mafanikio yalivyo ya. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu vyema, namna ya kuendesha ya maisha, ili tutoke kwenye hii depression ambayo inapelekea mpaka tunakwenda kwenye mavurugu, kwa sababu ya kuangaika na ma, ma vitu ambayo mwisho wa siku yenyewe, anyway, tunakufa, tunayaacha hapa, tunaondoka tunayaacha hapa wa Turudi kwenye neno la Mungu, twende hatua kwa hatua, twende taratibu, twende kwa hatua. Hatutakuwa na stress, hatutakuwa na depression, tutaishi vizuri. So haya, wale ambao mnataka kuja kwenye kazi zetu, karibuni sana. Fursa ndio hizo, nimezitangaza kila tangazo, linaonyesha sifa na vigezo vinavyohitajika. Soma vizuri kwa makini, namba za simu zipo na maelekezo ya namna ya kuomba hizo kazi pia zi yapo. Zingatia hilo, fursa tunazo.